By election yenye tuko nayo on 27th mwaso hapa Malava, mimi naomba wananchi wa Malava msije mkadanganywa na mtu yeyote kwa sababu ya pesa wanazo saa hii. Tunaona bwana Farouk Kibet Ame, ameeka resident hapo Mala, ameeka makazi yake hapo mala, kwa... oh, Malava, sorry not Mala, sorry Malava. Sisi tunataka tu tukuulize bwana Farouk Kibet, wewe si Mluhya wachana na siasa ya Waluhya. Sisi wenyewe tupige siasa yetu, na wana Malava wachague kiongozi ambaye wanataka, na tunajua huyu Farouk Kibet anatumiwa na bwana Samuel Ruto. Ruto nisikie vizuri sana. Mimi kama kijana kutoka Western, mimi nakuhakikishia, 2027 ni kunoma. Whether you like or you don't like, mimi mimi mambo ya tuta mimi si yuko. Mimi nakwambia reality. Na ninaomba bwana party leader wa Waipa bwana Kalonzo Musyoka, bwana Rigathi Gachagua and all opposition leaders to unite together to make sure that they safeguard this nation of Kenya kwa sababu saa hii tuna tuna watu wanadhulumiwa wanadulumi sana hii Kenya. Tulikuwa na kiongozi aliyekuwa anatutetea bwana Raila Amolo Odinga, but we are not with him today, but let his soul rest in peace wherever he is, but sasa inchi lazima iendelee mbele. Juzi tumesikia matakwa ya rais akiwa hapa Malava akisema eti venye Raila amefariki sasa ana opposition. Eh, bwana Ruto opposition ni wananchi my friends. Wananchi ni opposition. Wewe uta, utashanga. Hao wananchi unaona kwa hii bunge na Kakamega na Kenya mzima. Wakiamua ni nyumbani, ni nyumbani. Mimi mambo ya two-term na Ruto si yuko. Then, eh, nikiendelea hapo, eh, I think hapo kwa high cost of living. Veya tunaona uchumi umezoroteka sana.